Mlango wa tano. Basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta kumi za fedha na vipande vya dhahabu elfu sita na mavazi kumi, akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu na amani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, yeah, mimi ni Mungu ni uwe na kuhuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini, mwone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Naje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara saba, na nyama ya mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma? Je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka, akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa Usingalilitenda? Je, si zaidi basi akikuambia, jioshe uwe safi? Ndipo akashuka, akajichovya mara saba katika Yordani, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi, ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake, akasema, Sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote, ila katika Israeli. Basi na kuomba, upokee baraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bahala wawili, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Jambo hili Bwana amwachilie mtumwa wako: bwana wangu akiingia nyumbani mwa Rimoni ili abudu humo, naye akitegemea mkononi mwangu, nami nikijiinama nyumbani mwa Rimoni; hapo ninapojiinama nyumbani mwa Rimoni, Bwana amwachilie mtumwa wako jambo hili. Akamwambia, enenda kwa amani. Basi akamwondokea mbali kidogo. Lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama, bwana wangu amemwachilia huyo na amani Mshami asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishi hivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Basi Gehazi akamfuata na amani naye na ina amani alipoona mtu apiga e mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini ya mlaki akasema, Je, yeah, ni amani? Akasema, ni amani. Bwana wangu amenituma wa kusema, tazama, sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana wawili wa wana wa manabii, uwape na kuomba talanta ya fedha na mavazi mawili. Naamani akasema, uwe radhi ukatwae talanta mbili akamshurutisha akafunga talanta mbili za fedha ndani ya mifuko miwili, na mavazi mawili, akawatwika watumishi wake wawili, nao akayachukua mbele yake. Naye alipofika kilimani, alivitoa mikononi mwao, akaviweka nyumbani, akawaacha wale watu kuondoka, nao akaenda zao. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake Elisha, akamwambia watoka wapi? Gehazi akanena mtumwa wako hakuenda mahali akamwambia je yeah, moyo wangu haukwenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki je yeah, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na uzao wako hata milele naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji.